Kutimia pale saa tano kamili za asubuhi. Sasa tunaelekea wasaa wa kizimbani kuambizana kweli kinagaubaga bila kupepesa kope, lakini wakati huo basi, tukikukumbusha zaidi, si unajua mchezo bahati nasibu ya Taifa. Eh, uh -huh. ah, acha hiyo tabia mbaya <laughs> tunakuja huko eh, eh, tutaelewana kabisa ah! Sasa bwana, wakati tuajiandaa kuambizana kweli kinagaubaga kuhusiana na, na tabia mbaya zilizoko kwenye jamii kuna mchezo batinasibu ya taifa ambayo sasa imefika leo, na unaweza uh, kuwa sehemu yako ya kushinda mkwanja mrefu uh, Sasa cheza mchezo wa kusisimua kwa kupiga uh, nyota 149, nyota 88 na alama ya reli uh, kisha hapo bwana uh, unaweza ukashtukia mambo yanabadilika kwa kweli uh, kupitia wakala wa batinasibu ya taifa iliyepo karibu nawe eh, kwa USSD uh, ya Mix by Yas Airtel Money na Mpesa na anza siku yako na loto ambayo inakupa nafasi mbili kila siku kabisa. Unaweza kushinda shilingi milioni arobaini na tano lakini usisahau pia kuna shilingi milioni tatu ya uhakika ambayo inatoka kila siku kwa tiketi ya shilingi elfu mbili tu. Lakini kuna tamba na namba ambayo bwana, inakupa draw kila siku na kila baada ya dakika tano Uh, e, tunamaanisha kwamba unaweza ukajishindia a, pesa nyingi zaidi kwa unabadilisha maisha yako, unaweza ukacheza shilingi bilioni mbili. Uh, uh, ili ni gurudumu la za zawadi lenye thamani ya Tanzania shilingi bilioni mbili nukta saba uh, b zungusha na ushinde. Sasa kwa nini usubiri wakati unaweza uh, kushinda na leo. Cha msingi amini, cheza na ushinde. Na hapa kushiriki ni umri kwanzia miaka 18 na, na kuendelea. Cheza kistaarabu, na bahati nasibu ya taifa inasimamiwa na Bodi ya Michezo ya Kubahatisha Tanzania. Kwa maelezo zaidi, uh, piga bure kabisa, namba hii ni 0800 782 233. Jiweke tayari, tunakwenda Kizimbani.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 Sasa muda umefika wa kuambizana ukweli kina gaubaga, uh, bila kupepesa kope, Jumatano ya leo ya Novemba 19 mwaka 2025 eh, yeah. Yani, unaona watu wa Rose mnaanza kuruka ruka, nasema Mungu wangu mm. si yule anapigwa za uso, si yule inakuaje? Lakini mwisho wa siku lazima tuseme ukweli ili mm. watu wapone, wabadilike yeah. na kuachana na hizo tabia mbaya ambazo hazikubaliki kwenye jamii, jamii. Vijana, habari zenu, habari za asubuhi, mnaendeleaje? mnaenjoy vipi na maisha? na mimi niko poa kabisa. Eh, wako bweri hapo. Ah, uko vizuri kabisa, na tunawapongeza leo, mnazidi kupambana kuhakikisha kwamba mnajiandaa kuwa baba bora na mama bora sasa, hmm. Eh, tunaamini kuna umri fulani unafika hivi vijana wanaingia kwenye mahusiano E, 18, 18. E, kwa, yaani, kwa, e, kwa mujibu wa e, sheria ya nchi, e, kwamba, miaka 18 19 na kuendelea. Na kama mtu mzima. E, mtu mzima kabisa, Polikono, miaka 18 na na mahusiano, haya, anazaa, mtu anakuwa ni, mtu mtu kabisa ni ni vijana pia wanaamua kwenye mahusiano mahusiano haya mwisho mwisho siku mchumba wake wake ilikuwa mume e. Kuna shida moja ambayo inaendelea yani, bado ipo kwenye jamii inasumbua, ni pasua kichwa. Kuna vijana wenye tabia kusalitiana kwenye mahusiano eh. Vijana mmeanzisha mahusiano eh, mnaenda kwa mnaenda, wakati mnaenda, mnaenda, mnaenda. Mnaenda, kuna mwingine pia anapita eh, mlango mwingine kushoto eh, kuingia na anapita kushoto, anaanzisha mahusiano mengine mapya, hataki kubaki njia kuu, hataki kubaki njia kuu. Hmm. Anaingia anaanzisha mahusiano mapya mwenzake ajui, ajui huku, mwenzake anaamini tena amesha maliza, yaani yeye ameshaanzisha mahusiano hataki tena na mahusiano mengine ambayo yatamsumbua. Ndio, mnaenda mnaenda mnaenda mnaenda, lakini mwisho wa siku eh, mmoja anajiondoa kwenye mstari, anajiondoa kabisa, hamwambii mwenzake tena mapema. Unajua shida inakuja wapi? mm. Unajikuta mtu mmoja amesha mmoja ameshamaliza akisema mimi yeye ni huyu ndo wa kwangu mimi, yani tumeshakubaliana kabisa, lakini mwisho wa siku sasa unajikuta mmoja anabadilikia mwenzake mm. eh mm. anakuwa mkimya kabisa na ajiondoa kwenye mstari, akimtafuta kumwambia mimi hata siko kwenye mahusiano, nishaacha naye mahusiano, siyo nilina nini, anakuwa na sababu nyingi nyingi, eh yeah. Kumbe mwenzake alikuwa anamaanisha ndio alivyokwambia yani, wewe kijana fulani anakupenda huyu binti. Huyu binti alikuwa na maanisha, lakini huku anachezea hisia zake kwako huyu. e. kijana alikuwa anampenda huyu binti, lakini huyu binti kachezea hisia za huyu kijana. Mwisho wa siku nakuja kumwacha mwenzako kwenye wakati mgumu sana, nakuja kuambia, mwisho wa siku wewe si wa hadhi yangu, sio hadhi yangu kwanza. e. ni sikujua hey. Yani, mm. kumbe wewe sijui na nini, lakini wakati unampenda ukumuona ukumuona wakati anakutafuta mnazungumza naye kumwambia una kichogo kichogo, ukiona hey, kichogo mapepo kichogo. Hey. Hey, sema mi nimeshapata, hey, wa kuendana naye, anabariga huyu, umeshampotezea muda, ukumwona hey, hey, amewekeza sana kwako mmeshafanya hmm. Kuna watu wengine pia wanafanya vitu vingi sana kwa ujanani kwenye hmm. yale mahusiano, wanafanya vitu vya maendeleo pamoja, lakini mwisho wa siku moja anajiengua na mwacha mwenzake njia panda, na mwacha mwenzake soremba, anayosema kwamba mimi mi ndio nitafuta kwa asilimia kubwa. Hey, weka pembeni, meshapata mtu wa kwenda naye, wa, wa, wa, wa kula naye la. Kuna hizi kuna hizi mali, yaani mimi wewe sio hadhi yangu mimi, kwani mwanzoni jamani, huku muona, acheni tamaa vijana Eh? Atembea si kwa ajili ya upendo. Kabisa, yeye yupo tu kwa ajili ya kula starehe, alafu mwisho eh, wa siku yeye anatembea hapo ndo, ndo utaelewa, utajua, ujui. Vijana, acheni tabia mbaya, yeah. Unamwacha mwenzako kwenye matatizo, wengine wanakuta anaangukia kwenye msongo wa mawazo, yaani anapata msongo wa mshasiko, anaugua, anaumwa sonona, mshasiko. Anaona pia watu wote, yaani anaona kwamba watu wote ni wale wale, yani anajiona afai tena kuishi duniani. Yeah. No. Ndo maana kuta watu wengine wanataka hapo kufikia hadi kujitoa uhai. Eh, hey, ama kujiua. Hey, kwa sababu kutu... anaona hana thamani tena. Nani amthamini wakati ile ilikuwa namthamini yeye mwenyewe amemgeuka msikit. Potezea muda muda mrefu. Baadaye tena wengine wanafika mbali zaidi anakuja na anakuambia kwamba amekuacha. Mmm. Baada ya siku unaona tu ni, ni kadi ya mwaliko, una aliko kwenye unapewa kuna, kadi ya, ya mwaliko. Kwenye harusi. Kwenye harusi. Eh. Yaani yeah. Hey. Au <laughs> mwingine <Awe laughs> anaoa kimya kimya hivyo hivyo naashukuru naambiwa na majirani hey zake, marafiki zake. Wewe hey, mbona fulani anaoa? unasema au mbona fulani anaorewa? Kuna mtu mwingine kabisa hapo, network inakata kabisa. Inaye, inahama eh, kwa sababu ni kitu ambacho hakukitarajia. Amewekeza sana kwa ajili yako, amekweka moyoni, amewekeza sana kwako kila anachokifanya na kuwaza wewe, lakini wewe hata una muda naye? Sasa kwa nini amjafika mbali, kwani usimwambie basi mimi kwa kweli hatuwezi kuendelea kwenye haya mahusiano mapema kabisa? Kuna wengine wanawatumia wenzao, we, we, we, we wake mbona, kwamba huyu ana akili za kimaendeleo, mm. atisa na msapoti mm. anamsubia, anasema hapo, huyu siwezi kumwacha, ngoja ni nimtumie tumie, eh nimalize vitu vyake eh, alafu nitembee zangu, alafu niondoke. Mtapata laana ninyi vijana e. Mtapata laana. Au kuna mwingine unakuta ni mwanaume mwanamke mm. msapoti kwa hapa e, na pale eh, lakini mshasiko Ma...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

Askofu Severini ni Wemugizi wa jimbo Katoliki la Rulenge Ngara nina ujenzi wa kanisa kuu la jimbo mjini Ngara. Ninakuomba wewe mwana Rulenge Ngara au yeyote mwenye mapenzi mema ndani na nje ya jimbo la Rulenge Ngara uniunge mkono katika kazi hii muhimu sana ya kuijenga nyumba ya Bwana. Ninakuomba uniunge mkono kupitia benki ya NMB akaunti namba 321100 tatu sita sifuri tano moja, jina ujenzi kanisa kuu Rulenge Ngara, au benki ya CRDB akaunti namba sifuri moja tano mbili nane nane nne moja hamsini na mbili mia tano, ujenzi kanisa kuu Rulenge Ngara, au lipa na Mpesa namba tano nane moja moja saba tatu saba tatu, sadaka The Catholic Diocese of Rulenge Ngara natanguliza shukurani kwa dhabihu yako na sadaka yako. Nyumba ya Bwana nitaijenga. Asante sana.

nikasema lazima <laughs> nikuwezee <laughs> <I say. laughs> Yaani, lazima tukemee hizi tabia mbaya. Hiyo tabia mbaya kabisa kabisa. Wewe kwa nini mtese mwenzako? Usimwache tu, mwache kama kwa hey. mpendi na tabia mbaya na leo wanalo hapo. Kuna ujumbe mwingi kwelikweli wa msikilizaji ambaye ametutumia kwa nambari ya sifuri saba kumi tisini na saba saba tisini na saba saba. Sasa anasema da, leo mmegusa hao baadhi ya vijana ambao wanawasaliti wachumba wao, unakuta mwanaume anatongoza binti zaidi ya mmoja, na pia unakuta binti nakubali eh, mwanaume zaidi ya mmoja jamani, hiyo tabia ni mbaya na ipo ibadilishwe kabisa. Wamekuwa wakweli, lazima wabadilike. hey. Anaitwa Elisha Kabwa kutokea Kieche Mbogo Biharamulo anasema vijana wenye tabia hiyo hata kule wapo, na imewahi kutokea. Wakereni wabadilike, sio tabia nzuri. Asante sana. Lakini ya Mungu mafeke anatoka Nyabibuye Murulama anasema Ray baby hao vijana wanaoingia kwenye mahusiano kisha wanafanya vitu vya ajabu wanakera sana. E, wachane makavu live ili wajirekebishe. Wanakera sana. Asante sana. Lakini Silas Pastori kutokea Herushingo, Kasulu, Kigoma anasema Radio Kwizera, vipindi vyenu vimenibadili tabia. Sasa hivi mimi nimejielewa na kupitia vipindi vyenu Mungu wa na hiyo inatokana mkiwa bado uh, ni wachumba alafu mnaishi kama mme na mke. Mm. Hiyo hey, point yaani, point ni wachumba alafu anaanza kuishi pamoja eti mme na mke jamani, mliona wapi hiyo? Sio hapa, haifai ndio maana mambo yanavurugika, yanavurugika jamani. yeah, kaeni mbalimbali, mbali mbali. Yani ninyi ni wachumba, mnaanza hey. kushika mume na mke hey, mbali mbali ili ili akumisi kwa sababu maandiko yatuelezi hivyo eh hey, ile kai kai mbali mbali mpaka pale mtakapofanya mafundisho na vitu hey, vingine, mpate mafundisho ale. ya hey, ndoa eh hey, afu baadaye mfunge ndoa. Ndio maana vijana wengine ndoa zinavurugika kwa sababu huko mm. mwanzoni hamjatengeneza vizuri, kwa sababu wengine wanasema ah nimeshamchoka sasa hey, yani, sasa wa nini ninaishi naye wa nini hey. inakuwa ni changamoto kweli kweli. Kwa hiyo badilishaneni hizo badilikeni hizo tabia. hmm. Badilisheni kabisa zo tabia acheni hiyo tabia mbaya. ujumbe ni, <laughs> e. <laughs> Ah, ni mwingi kweli kweli hapa, ambao unachukia kabisa vitendo hivi vya ah, baadhi ya vijana ambao wanakuwa navyo, hasa unakuwa kwenye mahusiano mwisho wa siku unaanza kumsaliti mwenzako, inakuwa sio tabia nzuri RK. Jamani jamani, hao wasaliti wapo tena sana, na kuna sehemu jamaa alichukuliwa E, mchumba wake, ikawaje huko, ndugu yangu <laughs> kisa nini? Ah, jamani, e, kisa yeye ana ulemavu e, wakati haya mm. haya au nasema wa watu wameshaoana tayari, msio ameolewa kwake, imekuwaje? Leo tunawatizama wachumba wanaokuwa wanasalitiana, lakini like, mm. pia kuna wanandoa wanasalitiana tunawatafutia muda nao pia, tutawavuta tunawavutia kasi tu, tutakuja kueleza ukweli kinaga ubaga. Msikilizaji ni uh, saa tano na dakika hamsini na moja. Tunaamini kabisa wale wote ambao mna tabia za jabu jabu za namna hii, inakuwa ni shida kwa wenzenu, acheni muweze kubadilika. Nasema kwa kweli, kizimbani leo wafikie wote wanaoanzisha mahusiano mapya na kuanza uh, visababu eti, kisa eh, kampata kwenye kipato, kampata mwenye kipato cha juu Jamani, badilikeni. Umesema hmm. ya mtu anaanzisha mahusiano afu nichukua nampata mwingine mwenye kipato cha juu. Huyu yeah. akipato cha juu, namuona wa kazi gani, lakini unajua ukipato cha juu amekipata vipi? Afu kuna wengine wanaendaga mbali zaidi mm. unamwacha tu, ndio anafanikiwa, ndio anafanikiwa, iko hivyo. Afu anaanza kuru, eh, anaanza kujirudisha <laughs> isha hiyo kutokea, bwana akakutana na kijana mmoja anasibulia, yeah. nilikuwa nampenda binti fulani hivi, tukawa kwenye mahusiano mm. Sasa nikawa napigwa vijembe kwa ile kwa kumwambia yule maskini nini na nini, unaishije, kwa kazi gani mm. Mungu si atumani jamani, wakaachana, lakini alivyokuja kuoa maisha yamenyoka mmoja ah. moja hivi bado kijana umri mdogo sana, da, da, da. Sasa unajua yani, wewe huwezi kumtabiria mtu kama utaishi maskini. Mungu anatengeneza milango yake ya baraka siku zote. Kuna wengine ndaga andaga anasema nasema, yani mwanaume si maskini siku zote e. ili mradi anapumua anapambana Mungu, anapambana mm. Ah, huyo sio maskini. Hata mwanamke pia sio maskini, yani ni mm. binti unaweza kumuona nini na nini na nini anapambana viendi mm. Lakini mwisho wa siku akaja akampata yule ambaye Mungu amemchagulia chago lake mm. wanapambana huko, mwisho wa siku maisha yanabadilika, na bado anajiuliza kulikoni jamani, yeah. Hatutegemei hizi tabia kuendelea kushamiri kwenye jamii. Acheni tabia mbaya, mbaya. Acha hiyo tabia mbaya sasa, sita kabili sikilizaji, tukadwa kusikiliza taarifa kamili.

biashara yake mpaka aitwe tabia mbaya. Unapiga mswaki unakooa vibaya na kutema kwa sauti <laughs> ah.